Mbona okay. Sasa umekunja sura namna hiyo? Hamna. Na shida ni nini? Inaachia yenyewe. Oje ni comedian hey. ni mzuri sana. Kwani? Kwa nini unaona kawaida na unahisi ni kwa nini hey. Watu <laughs> wanakuambia wewe ni comedian ni mzuri sana <laughs> Wa, style? Eh. Hebu niambie. Ah, bila shaka kuna mtu pengine wewe unamwangalia na watu pengine wanakufananisha naye sana mm. Ukiacha kucheza mpira unapenda nini kingine? Kucheza mpira. Mm. Ninapenda kusikiliza muziki. Mm. Mm. Ni aina gani ya muziki ambayo unaupenda sana na ni msanii gani ambaye huwa unasikiliza sana muziki wake? Umekaa kisingeli singeli, lakini pia mtu wa ngoma, msanii gani wa singeli, singeli ambao unamkubali sana e, mm, eh, ah. Ni kweli nimepitwa mfano.

Yeye anaongea Kifaransa eh? Kiingereza pia anaongea. Kiingereza si unaelewa, unapita humo. Humo humo tunapita. Ili mradi muelewane. Pita humo kama sijui sisi namvuta mtu tu hapo eh, bwana. <laughs> Kasemaje, huyuhakitu cha kunizingua na na ni mm, nani, nani ambaye ulikuwa unamvuta pe, uh, pembeni unaambia bwana, hebu niambie, Kante kasema hivi kamaanisha nini? Nani ulikuwa unamuuliza sana pale Simba, mtu ambaye kumuuliza kweli pale alikuwa nani? kwamba kwa sababu ajua kwa tukikutana tunazunguana tu basi imeisha, kupata nafasi kukaa kama kuzungumza nini. Maneno gani aliwahi kuyanasa sana kwa Kiswahili? mambo vipi, hivyo na hiyo. Takukinda, ntakukinda inamaanisha nini? Kinda, unageza kukinda

anapenda ni kujua kitu ndio kama Kiswahili. Unaona, kama kila akikutana na mtu lazima aonge naye Kiswahili. mm. kama elewi naweza kaongea tu kwa Kiingereza kwa mtu wa Kiingereza kamkafutilia tu aabwana kazungumza hivi kazungumza hivi mm. Sawa. bila shaka unafuatilia michuano ya, ya kimataifa kwa maana Liga ligi ya mabingwa Afrika pamoja na kombe la shirikisho ya Afrika. Ligi ya mabingwa Afrika tunawakilishwa na Simba na Yanga lakini kombe la shirikisho ni Azam pamoja na Singida Black Stars. Kwa kwanza tu mechi zao za kwanza katika hizo timu nne ambayo mefanikiwa kupata ushindi ni Yanga peke yake dhidi ya Farabat. Simba amepoteza goli moja kwa sifuri, Azam FC ugenini kapoteza goli mbili, Singida black Stars kapoteza goli mbili. Ulizifuatilia zote? hmm. nini ambacho ulikiona? hmm. Ah, ni, ni, nilichokiona hapo bado na nafasi na timu zote. Sababu kikubwa hapo ni mimi naona ni nafasi, unajua, mazungumzo watu wameongea sana, hivi hivi timu hivi h timu zote nne, lakini mimi nachoona ni kurudi kwenye uwanja wa mazoezi kuangalia kifo ambacho kimekosekana kwenye mchezo yote ambayo iliyopita, timu zote nne wakifanya kazi, ili michezo inayofuata, eh, wafanye vizuri, sababu wote wana nafasi na mechi bado

Okay, was yeah. Mm. Mm. Okay, unapanda ndege ni tukio gani ambao huwa unapenda kulifanya au unalifurahia sana kwenye ndege? Kwa ndege mimi nataka nilale, nataka nilale muda huo kwa sababu ukipanda mimi cha kwanza naona kuna kadirishana. Alafu inanyanyuka ile, kuchungulia kidogo hivi ajifunika yeah. ya duniani. Sawa, tuzungumzie nafasi yako hapa JKT Tanzania eh, kwa namna ambavyo unapata nafasi unacheza, ivo na magoli mangapi mpaka sasa hivi? Ah, magoli matatu. Mashallah, si haba. Atatu. Mm. Kwenye magoli tisa ambayo mefungwa na timu. Si ndio msimu mefunga magoli tisa mm -hmm, ti alafu mmefungwa nane mm. yeah. Eh, kwa hiyo umetoa mchango wa magoli matatu yeah. Unakionaje kiwango chako? Ah, chakocha nachokiona la vibao vizuri zaidi hapo ni kuzidi kuongeza juhudi ili nifikie malengo ambayo niliweka kwa, hmm. kwa msimu mm -hmm. ah, Mm, ko kikubwa kujilinda na kukuaao madogo mm. na ni malengo yapi ambayo umejiwekea ukiwa JKT Tanzania kwa msimu huu? ka malengo njekekea apa kuwa mfungaji bora, naona hivyo kinawezekana, nijiungutuaka nee, basi kikubwa na, na, na, na malengo pia ya timu kufikia. Na hapa JKT Tanzania nani rafiki yako sana?

Kwa kwa nini? Kwa sana. Mm. E, basi sawa, kwa nini? Kwa sababu tunawasiliana sana, tunashauriana. Ndio basi sawa, mimi nikutakia kila la kheri na chochote kwa mashabiki zako bwana, wanakukubali eh. Ah, mashabiki zangu wananifuatilia na mashabiki wa JKT, tuna mchezo Jumatano, tunaomba mje kwa wingi mpinzani kusapoti ili tufanikiwe, tuondoke na pointi tatu. Zidia, Mm. Tunawakaribisha mashabiki wote JKT Tanzania. Nini ambacho unakikumbuka sana ukiwa Simba Sports pale kabla hujaja hapa JKT Tanzania? Najua chama lako lile. Unafikiria sana ah, tse, tse, kani. Tena kabla sijasahau bwana, kuna siku moja nikapita zangu kwenye mitandao ya kijamii huko

kashushia usingizi ulikuwa mzuri ama? yeah. Kama nilivyoamka asubuhi nilikuwa nimechoka kutokana na mechi nini mm. yeah. uliziona komenti za watu Comment za watuasnagile alikuwa yeah. yeah. yeah. anatamani yeah. yeah. vile vitu anavyokula huko nini, Karabaka bwana uendo ulivyo hivyo su nini mchezaji umetoka mazoezini, si kwenye mechi, unakulaje? chapati si mangano e, hayo e, e, e. e. <laughs> Kwa kila ugali usiku unazalisha mwili. Napenda chakula gani sana? Mm. Mchele wali, nani? Wali kuku. Eh. Basi haya kila la khairi. Ah, sawa kuwependeza lakini naitaka.